Tunajadili mbinu za hatari anazotumia mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, tunajadili mbinu anazotumia katika kupambana na wapinzani wake ambao wanamkosoa na wanatamani washinde kupitia sanduku la kura. Katika siasa katika demokrasia, vyama hushindana ni kawaida. Sasa hapa tunajadili mbinu anazotumia Samia Suluhu Hassan, na hapa tunamjadili akiwa kama mgombea tunamjadili akiwa kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi katika huu mtifuano mkali alionao katika kujadili hili. Ukitazama video hii mpaka mwisho, utaona namna ama utasikia namna Samia Suluhu mgombea huyu wa Chama cha Mapinduzi anavyoshughulika na suala la watu wasiojulikana katika mbinu zake hizi za kutaka kushinda uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano. Lakini pia ukitazama mpaka mwisho, utaona ama tutajadili ama utasikia kuhusu sakata la masista kuwa sehemu ya kampeni zake. Hii nini maana yake? Kumbuka kwamba kanisa Katoliki lilikataza watu wa aina hii kushiriki katika masuala ya kikampeni. Sasa tutajadili mwishoni, hii mbinu imekaaje, iko namna gani? Sasa ungana nami moja kwa moja, tuanze na mbinu ya kwanza. Mbinu ya kwanza anayotumia mgombea urais Samia Suluhu Hassan ni mbinu ya kujitangaza. Samia Suluhu Hassan anatumia mbinu ya kujitangaza vizuri sana, anajitangaza kila sehemu. Tazama mabango katika nguzo za umeme, utaona picha zake. Tazama barabarani, yale mabango ya barabarani, utaona picha zake, utaona watu wamevaa t-shirt zake. Ukiingia Instagram, mitandao ya kijamii, utaona hata hapa YouTube ukiendelea kutazama video, ipo siku moja utaona matangazo yake. Kwa hiyo anajitangaza sio huku tu, mpaka kwenye redio. Kwa hiyo anamfikia kila mtu asiyekuwa na uwezo e, wa internet atamsikia katika redio. Kwa redio nyingi zina matangazo yake ya kampeni zake. Kwa njia ya kwanza anayotumia mbinu namba moja ni mbinu ya kujitangaza. Mbinu ya pili anayotumia mgombea huyu urais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi anatumia mbinu ya, ya, ya, ya, ya kuwa imara e, hii sasa ni kitu ambacho wanakosa wanasiasa wengi, lakini yeye yuko imara sana anapozungumza. Kwa hiyo e, atumia mbinu ya kuwa imara unapozungumza. Na wakumbusha kwamba mwaka elfu mbili na kumi na tano mojawapo ya mambo yaliyochangia Edward Lowasa akashindwa katika kinyanganyiro cha urais ilikuwa ni kukosa uimara wakati wa kuzungumza. Alikuwa akizungumza maneno machache, anashuka, anaondoka. Hii ilileta E, ilileta walakini kwa watu kwamba sasa kweli tutaweza hapa? Eh, so, kwa sababu alikuwa anakuja anazungumza maneno matatu pembele, cha kwanza elimu, cha kwanza, cha pili elimu, cha tatu elimu, alafu anasema hotuba nyingine mtaenda kuisoma katika mitandao ya kijamii. Hili ilileta dosari kubwa. Kwa hiyo e, Samia Suluhu Hassan mgombea huyu mheshimiwa ana, ana ana ana ana yeye yuko tofauti, ana nguvu nyingi sana anapokuwa anazungumza. Samia ana nguvu nyingi anapoongea sauti inatoka na, na, na kwa namna yake ya uzungumzaji, lafudhi yake, namna anavyozungumza huchoki kumsikiliza. Anaweza kukaa masaa mawili, lakini ukaona ni kama amezungumza nusu saa tu. Kwa hiyo yeye mwenyewe hachoki eh, na, na, na, na, na, na kwa namna ambavyo tunazitazama hizi kampeni, anaweza kusimama hata zaidi ya masaa mawili anaweza kusimama hata kwa zaidi ya masaa mawili, masaa mawili matatu, na anakuwa ametoka katika vijiji ama ametoka katika baba kwa gari, anazungumza sasa. Hata anapokuwa anazungumza, anaonekana kuwa anazungumza kwa hisia, anaonekana anayatambua matatizo ya wananchi, anaahidi mazuri, anatumia lugha nyepesi inayofanya ujumbe wake uwafikie watu lakini kubwa zaidi, anasimama njiani anapokuwa anaenda katika kampeni, labda anakwenda kwenye kampeni Mbeya, anasimama njiani, anasalimia watu. Hii hii hii, hii, hii ni njia ya kuweza kuomba kula, tofauti na kwenda tu moja kwa moja, unaunganisha moja kwa moja. Lakini anapokuwa anazungumza, hii tunachambua ni ni, ni mbinu ya pili bado, namna anavyozungumza, anapokuwa anazungumza uh, anatumia nafsi anatumia nafsi ya pili, kwa hiyo hii inamuonyesha kwamba yeye si, si mbinafsi ana, anapokuwa anafanya mazungumzo yake ana, mara nyingi anakuwa anatumia nafsi ya, ya pili, anaweza akasema tutafanya jambo hili, tutafanya hiki, tutafanya hivi, tutapeleka hiki. Kwa hiyo, kwa hiyo anaonekana kwamba yeye hana ubinafsi, hana hana hana, hana, hana ubinafsi katika, katika, katika namna yake ya, ya, ya, ya, ya siasa zake ambazo anakuwa anazifanya kwa hiyo, ni, ni, ni mtu imara sana anapozungumza kama jinsi ambavyo nilivyoeleza, uh, na anaonyesha kwamba si binafsi anatumia nafsi ya pili uh, utamsikia akisema uh, tutafanya jambo fulani, tutaleta maendeleo. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anaamini katika katika wengi, hiyo ni mbinu ya pili bila shaka. Lakini pia katika mbinu hii hii ya pili anatumia kauli mbiu nyepesi kuikumbuka kauli mbiu ambayo unaweza uh, ukaikumbuka kauli mbiu ambayo inakumbukika kwa uwepesi. Kazi na utu. Kila mmoja akisema kazi na utu, unaweza kukumbuka kwa urahisi kabisa. Kazi na utu, kazi na utu. Kwa hiyo inakuwa ni kauli mbiu maarufu kabisa na, eh, inakumbukika kwa uwepesi. Lakini Samia eh, Suluhu Hassan mheshimiwa mgombea huyu wa chama cha mapinduzi, mbinu ya tatu anayotumia ni kuhakikisha anawashawishi watu wote hey, Samia Suluhu Hassan ni kwa mara ya kwanza anakwenda kuomba kura za urais, na ukimtazama namna anavyofanya unaona kabisa ni kweli anautaka urais. Amejipanga vizuri na anajua ugumu uliopo, eh, katika huu uchaguzi mkuu eh, kwa sababu wagombea wengine nao hawaja hawajalala kuna Chauma wako pale opia wapo wanamgombea wao, na Chadema, mambo hayakwenda vizuri ACT, lakini pengine labda eh, huenda huenda huenda wakarudi huenda wakarejea eh, kwa hiyo anajua, anajua, anajua kabisa kwamba uchaguzi huu ni mgumu, na ndio mara ya kwanza anakwenda kuenda kupigiwa kura, kwa hiyo ana, ana, ana, ana, anautaka anataka ana, ana, ana ashinde, na pengine anataka aweke rekodi, anataka aonyeshe jambo fulani, kuna kitu anataka akiweke. Sasa anapambana kuhakikisha anashawishi watu wote, anashawishi wazee, anashawishi wanawake, anashawishi wanaume, anahakikisha anashawishi wafanyabiashara, anashawishi wanyonge, anataka achukue kura kutoka e, makundi wote. Kwa mfano katika kushawishi vijana anatumia wasanii, karibia wasanii wote wakubwa Tanzania wametunga nyimbo kuunga mkono kampeni hizi za e, mheshimiwa Samia Suluhu. Anatumia wasanii kama Diamond Platnumz, anatumia wasanii kama Alikiba, anatumia wasanii kama Zuchu, wasanii wote wakubwa akina Harmonize, kina Rayvanny, wote wote wote hawa anawatumia, na inasemekana wasanii wa, wa, wa wengi katika hawa wasanii wengi katika hawa wanafanya kwa mapenzi yao tu kuna mtu mmoja alini alinipenyezia alini, alini akasema, wasanii hawa wanaimba tu, hakuna chochote, wana, wana, wana, wana kwa mapenzi yao tu, wamependa basi. Kwa hiyo hii ni njia nzuri sana ambayo inamsaidia kufikia makundi yote, ikiwemo kundi gumu, hasa kundi la vijana. Kwa vijana ni wagumu kupiga kula, lakini ni wengi. Sasa anawafikia na inaonekana kama wanahamasika katika kumchagua. Lakini Samia Suluhu Hassan, mbinu ya nne anayotumia, matumizi ya sheria Samia Suluhu Hassan anaonyesha umma kwamba yeye pia ni sehemu ya Tanzania na anaheshimu sheria. Katika sheria, anaonyesha kwamba pamoja na kwamba yeye ni rais, lakini anaheshimu sheria. Luhaga Mpina alimwekea pingamizi Luhaga Mpina ali, ali, aliweka pingamizi kwa kwa kwa, kwa mgombea wa chama cha mapinduzi Samia Suluhu e, na alipata wasiwasi kwamba sasa itakuwaaje? e, akapata mashaka, lakini ikatazamwa kwamba baada ya kutazama na kujiridhisha, kaonekana alifuata sheria, alifuata utaratibu. Kwa hiyo hii imemuongezea, imemuongezea alama kwamba kumbe mgombea huyu anafuata, pamoja na kwamba ni rais, pamoja na kwamba anagombea kwa chama kikubwa e, cha CCM, lakini anafuata taratibu anafuata sheria, kwa sababu alishawekiwa pingamizi e, pengine angekuwa hafuati sheria, pengine angeondolewa kwenye kinyang'anyiro, lakini baada ya kujiridhisha ikaonekana huyu anafuata sheria, huyu anafuata kanuni. Lakini mbinu nyingine ya tano anayotumia ni mbinu ya ukusanyaji wa fedha. Fedha zinakusanywa vipi? Fedha ndio kitu kikubwa ndio kitu muhimu katika kampeni. Huwezi kufanya kampeni bila fedha. Anakusanya kupitia michango, wanaomba, wanachangiwa. Hata Chadema wanatumia njia hiyo. Chadema wanatumia njia ya tone tone katika katika katika kukusanya fedha. Sasa uh, mbinu nyingine ambayo tunaiona sasa ambayo niliwaahidi tunatakiwa tuizungumze taratibu tuatakiwa kwende nayo nanajua kwamba wasikilizaji wangu, watazamaji wangu walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana mbinu hii. Tunakwenda sasa kutazama anashughulikaje na wakosoaji wa ndani. Wakosoaji wa ndani ya chama cha mapinduzi anashughulika nao vipi? Anatumia njia ya kusema hadharani hana kinyongo Nakumbuka chokochoko zilianza mapema, wakati wa Ndugai alizungumza, wakati wa Mpina pia, akiwa katika jimbo la Mpina pale alizungumza. Kwa hiyo, anatumia njia ya kusema hadharani, hafichi mambo, anaeleza anavyojisikia. Uh, lakini pia uh, tunaona kwamba tutazame sasa hapa katika tuhuma za watu wasiojulikana Hili kidogo linaweza likawa kwamba pengine linatia dosari eh, hizi tuhuma za watu wasiojulikana ambazo zimekuwa zikisikika sana. Anatumia njia gani kupambana na hili, mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ili asiweze, eh, pengine kupoteza kura hata moja dhidi ya, ya, ya, ya wapinzani wake ambao nao wako imara, wamejiimarisha vizuri. E, nao wanakitaka kiti cha urais na e, mwenye maamuzi ni Mtanzania e, na wote hao wanapambana ili kuweza kuwavutia. Sasa watu wasiojulikana anashughulika vipi mheshimiwa Samia Suluhu Hassan? Ukimtazama usoni unagundua anatambua unyeti wa jambo hili, si kwamba hafahamu, anafahamu, lakini haonekani akilisema hadharani, lakini inaaminika anapokuwa na vyombo vyake anazungumza nao na jambo hili ameviachia vyombo viwajulishe wananchi, na taarifa zimeanza kutoka, kwa mfano kuhusu suala la kushambulia. Kwa hiyo, kwanza mbinu anayotumia hapa ni mbinu ya kuviachia vyombo vinavyohusika vifanye kazi yake, na pengine halizungumzi hadharani, pengine pengine ana uchungu sana, lakini ameamua kuviachia vyombo husika na taarifa zimeanza kupatikana taarifa zilizoanza kupatikana ni pamoja na kuhusu kushambuliwa kitime polisi ilikamata watu wawili lakini kama hivi vinavyosema ameachia vyombo vinavyohusika vishughulike waziri wa mambo ya ndani alisema jeshi la polisi limekamata watu wawili tuli tulielezwa lakini kuna swala la, la, la, la padri Jordan padri Jordan alisemekana kutekwa hivi hivi ameachia vyombo viseme. Vyombo vimesema. Kuhusu Padri Jordan Kibiki kutekwa, polisi imebaini ukweli, imesema kwamba amekimbia madeni, hajatekwa. Kwa hiyo unaona namna ambavyo mambo yanavyopelekwa -laki, lakini msemaji wa wa, wa, wa, wa serikali msemaji mkuu wa serikali ameshatoa taarifa amesema asilimia tisini ya utekaji ni feki. Sasa pengine kuna asilimia hii kumi na, na, na, na, na tunaamini kwamba inashughulikiwa vizuri sana na tumeanza kuona mambo yakishughulikiwa. Niwakumbushe hizi tuuma za kutekwa ziko kote. CCM, Chadema, kote. Lakini tayari ametumia njia ya kuviachia vyombo vinavyohusika na taarifa zinakuja zinakuja kwa umma. Nyingine zinashangaza nyingine, zina, zina, zina, zina kweli kweli. Lakini pia kuhusu e, nilizungumza e, kuhusu hoja ya mwisho, tunasema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anatumia mbinu ya kupendwa. Rais Samia Hassan ana nyota ya kupendwa na watu ana bahati ya kupendwa, kwa hiyo anaitumia bahati yake hiyo vizuri katika kushawishi watu waweze kumpigia kura. Kwa mfano, swala hili la masista, Kanisa Katoliki inafahamika lilipiga marufuku watawa kujihusisha na masuala ya kisiasa, lakini kwa sababu ana ile nyota ya kupendwa, ile nyota ya, ya, ya kufurahiwa na watu, pengine wale watawa walishindwa kujizuia, wakajikuta wakiwa na mabango ya Rais Samia Suluhu Hassan mgombea, wakiwa na mabango wakiwa na picha zake, lakini wakaenda pale kubariki, na yeye anaitumia vizuri bahati yake hii ya kupendwa na bahati ya kupendwa kweli kweli, kiangalia kote rada ko pita, watu wanafurahi, watu wana wana. Kwa hiyo katika bahati ya kupendwa, tena anapendwa katika mazingira magumu. Kwa hiyo Rais Samia Suluhu Hassan hana kinyongo wala hakusema kwamba mimi sitaki matatizo rudini, kwamba uh, awe na kinyongo kwamba kuna changamoto zinatokea namna gani, lakini yeye hana kinyongo. Na ikumbuke kwamba kanisa Katoliki wala halina mgogoro na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini uh, viongozi nao hawana mgogoro. Wana hoja ambazo, eh, pengine walitamani kuona mambo yanakwenda namna hii na wao wakaona yamekwenda kwa, kuna utofauti kidogo, lakini ni viongozi wala si msimamo wa kanisa Katoliki. Eh, mambo yote yako sawa sawa, mambo yote yako vizuri, lakini sasa katika suala uh, hili la watawa ukijumuisha na taarifa iliyotoka eh, ni, ni, ni, ni nyota ya mtu kupendwa katika mazingira magumu, kwamba mtu ameondoka ame, ame katika, katika msomo wake amekwenda pale, na yeye amewakubalia wala hakusema, ah arudini, mimi siwataki nyinyi mna eh, nani eh, pengine labda mmesema mtaki, lakini yeye eh, anasimama na kuwapokea kumbe, hii maana yake nini? anaposema kazi na utu anamaanisha kwamba anataka kuwe na kazi na utu kweli kweli. Sasa hapo nimechambua mbinu ambazo anazitumia mgombea wa chama cha mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha anashinda e, uchaguzi na kusema kweli, Samia Suluhu Hassan anautaka ushindi kwa hali na mali. Anapambana kwa nguvu zake zote, lakini kidemokrasia, ili ahakikishe sasa anakwenda kushinda na pengine anaweka rekodi. Wakati mwingine tutajadili mbinu za wagombea wengine. E, natamani kuona Tundu Lissu naye anapata nafasi ya kurejea katika kinyang'anyiro ili tuweze kuchambua mbinu zake, lakini pia natamani kuona e, wagombea wengine nao wakiboresha mbinu zao ili waweze kuleta changamoto na tuweze kupata ushindi ambaye anakubalika kidemokrasia na anapendwa na watu. Asanteni sana.